Na kumbuka, nilipokuwa mtoto nilikuwa nangojea kusoma vibonzo kwenye gazeti la Jumapili, na nilifurahia sana Charlie Brown, na kumbuka kusoma wakati mmoja alitangaza kwa marafiki zake wadogo, nina falsafa mpya, nitakuwa na wasiwasi na siku moja tu kwa wakati mmoja. Sasa tunapoanza somo letu leo, hiyo ndiyo hisia ninayopata kutoka Yohana sura ya 14. Petro na wanafunzi wako kwenye chumba cha juu pamoja na Yesu. Yesu ametangaza tu kwamba atasalitiwa, amewaambia kwamba atawaacha, eh, na ghafla wamejaa wasiwasi. Unajua, sote tunaweza kuelewa mawazo ya wasiwasi, sivyo? Eh, tunajua inavyohisi pale pale mambo yanapoharibika ghafla kwenye mipango yetu tuliyoipanga kwa uangalifu. Sasa kwa bahati nzuri, kwa wanafunzi na kwetu sisi, Yesu atatoa kanuni tatu, ukweli watatu ambao tunapaswa kukumbuka pale wasiwasi unapojitokeza. Napenda kufikiria kwamba Yesu anatufundisha hapa jinsi ya kuua wasiwasi, na hii hapa ni kanuni ya kwanza kati ya tatu za kukumbuka. Kanuni ya kwanza, Kristo anaaminika kabisa. Hapa kwenye mstari wa kwanza Yesu anawaambia mioyo yenu isifadhaike. Mnamwamini Mungu niaminini na mimi pia. Neno lililotumika hapa kwa kufadhaika nitoso. Linamaanisha kuwa na msongo au kuwa kwenye hali ya machafuko. Inamaanisha kuzuiwa kabisa na wasiwasi. Na kwa njia Yesu hatupi mapendekezo hapa. Haya ni maagizo. Unaweza kutafsiri hivi moja kwa moja, acheni mioyo yenu kufadhaika. Endeleni kumwamini Mungu, endeleni kuniamini mimi. Kwa kifupi, anasema endeleni kuniamini hata kama hamuelewi kile mtakachoshuhudia kikinitokea. Wanafunzi, endeleni kuamini hivyo. Yesu anaanza kwa kuwakumbusha kwamba yeye anaaminika kabisa, haijalishi mambo yanavyoonekana kuzunguka wao, na wanahitaji kuacha kuteseka mioyoni mwao. Sasa mistari michache inayofuata imechukuliwa kwa kani nyingi kama baadhi ya maneno yanayotia moyo zaidi katika maandiko yote. Sote tunapambana na mawazo ya wasiwasi na nyakati za maumivu kila siku. Kuna mtu anayesikiliza safari hii ya hekima ambaye anapokea taarifa ya kugundulika na saratani. Kuna mtu ninayemzungumzia ana wasiwasi kwamba anaweza kupoteza kazi yake kuna mtu mwingine ambaye ana hofu kubwa kuhusu mtoto au mjukuu anayekimbia mbali na Bwana, na pia kuna mtu mwingine huko nje anaogopa, ndoa yake iko kwenye hatari ya kuvunjika. Ukiongeza na matatizo ya taifa letu, mustakabali wake, uchumi na vitisho vya kimataifa, nikwambie, ni rahisi sana kujiunga na Charlie Brown na kuanza kuogopa kila siku, moja baada ya nyingine. Sasa tufanye nini? Haya basi, hapa kuna ushauri wa Bwana Yesu ambaye kwa njia alikuwa ni masaa machache tu kabla ya kwenda msalabani Kalvari. Anasema, mioyo yenu isifadhaike, mwamini Mungu, endeleni kuniamini mimi. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni kwamba Yesu Kristo anaaminika kabisa. Amini ukweli huu, elekeza mawazo yako kwenye hili. Jikumbushe ukweli huu mara kwa mara. Kwa hapa kuna kanuni ya pili: makao yetu ya baadaye mbinguni ni ukweli ulioahidiwa. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa pili, nyumba ya baba yangu ina vyumba vingi. Unaweza kutafsiri hivyo kama makao. Kama isingekuwa hivyo, ningewaambia kwamba naenda kuandalia kwa mahali sasa ukizungumza na watu kuhusu mbingu e eh, utapata maoni mbalimbali, mbali na mengi kati yake hayatia moyo sana. Mtoto mdogo mkweli aitwaye David aliulizwa mbingu iko vipi? Naye akasema, mbingu ni kubwa kiasi na unakatu ukipiga kinubi huwa. Msichana mdogo mmoja alijibu swali hilo kwa kusema, mbingu itakuwa sehemu yenye furaha zaidi ya maisha yangu baada ya kifo. Sasa Biblia inatuambia nini kuhusu mbingu? Mbingu iko vipi hasa? Tafsiri ya King James ina tafsiri mstari huu, nyumba ya baba yangu ina majumba mengi. Sasa tafsiri hii imechochea mawazo mengi ambayo yanaangukia kwenye kundi la ni aina gani ya nyumba nitakayopata kuishi ikiwa mimi ni Mkristo mzuri kweli. Basi neno lililotumika katika lugha ya asili ni Mona na linaweza kutafsiriwa kama vyumba au makazi, mashamba makubwa. Ukweli ni kwamba kila Mkristo ana chumba, ana makazi ndani ya nyumba ya Baba. Hakuna mtu aliye umbali wa vitalu viwili kutoka barabarani. Kwa hiyo Yesu hasemi hapa kwamba ukiwa Mkristo mzuri utakuwa labda vitalu vitatu au labda kimoja tu mbali au ukiwa mzuri sana utaishi ndani kabisa. Ukiwa mbaya utakuwa unaishi maili mia tatu mbali. Hapana, sote tuko ndani ya nyumba ya Baba. Sasa hili lilieleweka mara moja na kizazi cha Bwana kwa sababu, wakati mwana alipoa mke wake, waliongeza tu upande mwingine kwenye nyumba ya baba. Mwana mwingine alipoa, basi waliongeza upande mwingine wa nyumba, pengine upande wa pili hivyo hatimaye makazi ya asili yangekuwa seti ya makazi yaliyokuwa yamezunguka au kuzungusha uwa wakati. Kwa hiyo, wapendwa, hamtaishi, unajua, mbali na Baba kulingana na jinsi ulivyo mzuri, na hutakaa kwenye kibanda kama hukutuma pesa za kutosha mbele. Wapendwa, sote tutaishi chini ya paa moja. Kwa nini? kwa sababu sisi sote ni bibi harusi wa Kristo, tunaishi katika nyumba ya Baba kama waumini. Tutakuwa katika uwepo wa Bwana moja kwa moja milele. Sasa kuna dhana nyingine potofu hapa, inayotokana na maneno ya Yesu na kwenda kuwaandalia mahali. Watu wengi wamewaza, unajua, Yesu akiwa na nyundo labda na ramani za ujenzi Yaani, anashughulika na mchakato wa kujenga. Hata niliwahi kusikia mtu mmoja akisema kwamba ni jambo jema Bwana alikuwa seremala ili ajue jinsi ya kujenga. Sasa hiyo ni upuuzi mtupu. Nikuambie mpendwa, Yesu aliporudi mbinguni, aliketi mkono wa kuume wa Baba. Hakuanza kupiga misumari wala kujiingiza kwenye biashara ya ujenzi. Bwana anachomaanisha hapa ni kwamba ametutangulia anatuongoza mbele ili tuweze kufuata nyayo zake kwa usalama. Yesu ni mtangulizi wetu. Kwa kusema hivyo, tayari amepita kwenye handaki la giza la kifo, ameondoa sumu ya kifo, ametengeneza njia iliyo wazi kutoka duniani hadi mbinguni. Kwa hiyo makazi yako mbinguni tayari ni ahadi halisi. Nakumbuka Yohana anapoandika katika Ufunuo kuhusu ziara yake mbinguni. Hakuna sehemu yoyote yenye nguzo za ujenzi. Imekamilika tayari miaka elfu mbili iliyopita. Sasa kuna kanuni moja zaidi ambayo itaondoa wasiwasi moyoni na akilini mwako. Sio tu kwamba Yesu anaaminika kabisa, sio tu kwamba mbingu ni uhalisia uliokamilika na kuahidiwa, lakini sasa kanuni ya tatu hii hapa. Baadaye yako imehakikishwa milele. Hapa kwenye mstari wa tatu, Yesu anawaambia wanafunzi wake, na kama nikienda na kuwaandalia mahali, nitarudi tena na nitawachukua kwangu, ili pale nilipo nanyi muwepo pia. Hii inatuonyesha kwamba anakuja kutuchukua. Hii inatuonyesha kwamba tumealikwa si tu mahali, bali kwa mtu. Anasema hapa, mbingu ni nyumba ya Baba yangu, nitakuwa pale mimi, nimeijenga kwa ajili yenu na nitakuja kuwachukua muwe pamoja nami na kuishi pale. Hiyo ni dhamana wapendwa. Haijalishi imani yako leo ni dhaifu au imara, iwe una imani ndogo au kubwa, iwe wewe ni mwanafunzi aliyekomaa au umeanza tu kutembea na Yesu, iwe umekuwa Mkristo kwa miaka mingi au umempokea tu labda wikendi iliyopita, uko njiani kurudi nyumbani. Kifo ni mkono tu unaofungua mlango wa kuingia mbinguni. Takriban miaka mia moja baada ya Bwana kupaa kurudi mbinguni, msomi wa Kigiriki Aristides alielezea moja ya sababu za athari ambayo Ukristo ulikuwa nayo duniani kote. Aliandika maneno haya: kama mtu yeyote miongoni mwao, yaani Wakristo, anapofariki kutoka duniani, wanashangilia na kumshukuru Mungu na wanasindikiza mwili wake kana kwamba anasafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine iliyo karibu. Napenda jinsi mtunzi mmoja wa nyimbo alivyoandika aliposema, tutakanyaga ufukweni na kugundua ni mbinguni, tutashika mkono na kugundua ni wa Mungu, tutapumua hewa mpya na kugundua ni ya mbinguni. Ndiyo, siku moja tutaamka katika utukufu na kugundua tuko nyumbani. Je, una moyo wa wasiwasi leo? Labda una maswali ambayo hayajapata majibu, mambo ya kutisha yanayotokea, mashaka. Bila shaka, unayo hiyo; ni sehemu ya kuwa mwanadamu. Hili basi, ndilo neno la Mungu kwako, bado hujafika nyumbani, Mkristo. Siku itakuja ambapo maswali yako yote yatapata majibu. Kwa kweli, nafikiri kutakuwa na maswali mengi ambayo hata hatutayauliza Siku inakuja ambapo hofu zako zote zitatoweka na machozi yako yote ya huzuni na majonzi yatafutwa. Sasa kwa wakati huu kama unataka kuondoa mawazo hayo ya wasiwasi na kuponya moyo wako unaoumia, basi hii hapa suluhisho: Yesu Kristo anaaminika kabisa, bila kujali unachoona kikitokea karibu nawe. Pili, makao yako mbinguni tayari yameandaliwa yanasubiri, na tatu, maisha yako ya baadaye na Kristo kwa sababu ya imani yako kwake yamehakikishwa. Siku moja Yesu atakuja kwa ajili yako, atakuita kwake. Inaweza kuwa kupitia kifo au kupitia unyakuo wa kanisa, jambo ambalo linaweza kutokea leo. Hiyo itakuwa siku ambayo mimi na wewe tutakuwa hatimaye hatimaye nyumbani.